pendekeza namwambia Mheshimiwa Swale analeta mambo, siona jamani, moswali tayari hapo, hata mwenyewe ni kifa leo baha kigo na baha, nategemea haya mambo maendeleo haya yatakuja Kichiwa. Saa hizi X-ray imeshafungwa wanangoja kibali tu tuanze kupigwa X-ray hapa hapa. Tumevunjika mguu, tutaanza kupigwa X-ray hapa Kichiwa. Hoye hoye Swalle, mama Samia hoye. Hoye. Ukweli nategemea hata mbunge wetu anawapenda sana watu wa Kichiwa. Kwanza wana wanaKichiwa, ninajua tulipoishia kuhusu kero za hapa Kichiwa tuliyoyafanya na nayafahamu. Tumejenga bweni Makweta, tumejenga madarasa mapya, tumejenga kituo cha afya, tumeleta vitanda vya wagonjwa, x-ray machine, tukaleta mbio za mwenge hapa Kichiwa. Nilipokuja ziara ya kwanza hapa Kichiwa na kumbuka, mpaka leo mama mmoja simkumbuki kama yuko wapi, alikuwa amesimama hapa akasema, Swale, wabunge wenzako wote katika ahadi waliongea, waliongea, hawakutekeleza, nikuleta maji kati ya Kichiwa. Mama kaniambia, Swale, kama kileta maji kweli, mimi nitaangalia. Na mimi kwa uaminifu, nikikumbuka sauti ya watu wa Kichiwa, nilipopata mradi wenye hela nyingi wa bilioni 2.7 nikauleta Kichiwa mpinyeli. Makofi. Dokta Samia Suluhu Hassan Naendelea, rais alitoa fedha nyingi, bado kama milioni mia tatu uweze kukamilisha. Nyinyi wanakichiwa mmefanya vizuri, mliona nyauya akiondoka na Swale. Mimi na nyauya tungeondoka na deni lenu, uongo kweli? Mmeamua kuturejesha tumalizie kazi mliotupa. Nataka niwaahidi ule mradi huko, hatua za mwisho, mtakapompigia kura mama Samia Suluhu Hassan na mimi mbunge wenu katika kazi muhimu tunakwenda kumaliza ni ule mradi wa maji wa kutoka Maduma Kichiwa mpaka Tagamenda, uanze kutoa maji, na Masamia yuko tayari kufanya hivyo sisi <coughs> lakini pia wanakichiwa, pamoja na mambo mengi ambayo tumefanya wote hapa Kichiwa, kwa kweli mmepata kituo cha afya kizuri sana. Jana yani nimeenda pale, majengo ni mazuri jukumu la kuendelea kuongeza wataalamu. Uongo kweli jamani. Kuongeza hey! hey! hey! wataalamu wa kutosha kuongeza nyumba za waganga. Na mimi pale Mtwango juzi, amepita makamu wa rais, nikamwambia jimbo la Lupembe tumejenga zahanati, tumejenga vituo vya afya, tumejenga madarasa, lakini majengo ya watumishi hayatoshi. Niliongea kwa niaba yenu na mgombea mwenza, aliniambia Mheshimiwa Swale, kwa jimbo la Lupembe kwa hii miaka mitano tutajenga nyumba mpya za utumishi zaidi ya ishirini na tano na Kichiwa mtapata. Jipigeni makofi mengi sana ndugu <coughs> zangu, wana Kichiwa nyinyi pia mnakumbuka, hapa Kichiwa mlikuwa na shida kubwa sana ya barabara. Tumehangaika hii miaka mitano, kile ikiharibika tunatengeneza, tunakarabati, tumejenga hapa kwenda kule Tagamenda, barabara inapitika. Ninajua masika huwa mnasumbuka sana, kutoka hapa chini Fukuru kwenda Mtwango. Uongo kweli? Leo tumeamua na diwani wa Mtwango aje kwa nani, bwana Zuru, ili hawa wawili wote wajue hii barabara ni ya kwao. Uongo kweli? katika jambo tunakusudia kuunganisha nguvu kwa pamoja, mimi mbunge na madiwani Mtwango, Kichiwa na diwani wa Igongoro tunataka ile barabara kwenda Mtwango iimarike sana wakati wa masika. Asante Kichiwa oye. Oye, hiyo kazi ndugu zangu, tunakwenda kuifanya, nami nimeshapata uzoefu, ninajua serikalini fedha inapatikana wapi, lakini pia ninajua wakati fulani Rais akitoa fedha wakati wa ujenzi wa wasimamizi wawasimamii vizuri. Safari hii tutakula nao sahani moja wow salama kwenye eneo hili. <coughs> <coughs> Lakini pia ninajua wanakichiwa, tulihangaika sana kupeleka umeme, yako maeneo umeme hatukumaliza yote, hasa kwenye vitongoji. Na wenyewe niwaambieni wanakichiwa, na kwenye ilani imesema tunakwenda kumaliza vitongoji vyote na mitaa ambayo umeme haujafika kwa miaka mitano ijayo, na kwenye ilani wamesema ifikapo 2027 vitongoji vyote jimbo upembe vitakuwa na umeme Kichiwa hoi. Lakini pia niwaambie jambo lingine wanakichiwa, tumejenga hapa kituo cha afya tumeweka x-ray na vitanda, lakini wananchi wengi wana changamoto ya gharama za matibabu wongo kwendu zangu wana kichiwa, na mimi nikiwa mbunge wenu kule bungeni kwa niaba yenu tulishauri serikali tukatunga sheria mpya ya kuhusu bima ya afya kwa Watanzania wote. Kwenye bima ile, itatoa bima kwa kila Mtanzania. Utakuwa na bima ya kutibiwa kuanzia zahanati, kituo cha afya, wilaya mpaka taifa, kwa vipimo vyote, madawa yote, na tukapendekeza kwenye sheria kwa sababu ile bima ingelipiwa gharama kubwa sana, tukapendekeza kwenye sheria kwamba serikali itaweka fedha kwenye baadhi ya maeneo ili kufidia gharama kwa wananchi. Tukapendekeza kwenye gesi, kwenye mafuta, kwenye madini, kwenye utalii na kadhalika, lengo ile bima wa Tanzania wote waweze kumudu kuwa nayo. Ukiwa na ile bima utakuwa ndio ukombozi wa afya ya Mtanzania na niwaambie, tafsiri yake Wanakichiwa, Serikali na viongozi wenu wanapopigania kuboresha afya, tafsiri yake ni nini? Serikali inataka wananchi wake wawe na afya njema, waweze kufanya kazi kwa ufanisi. Inataka wananchi wake hasa akina mama wajifungue salama. Inataka wazee wenye magonjwa ambayo yana tiba waweze kuishi muda mrefu kwa kuwa na vituo vya afya vya kutosha huduma bora ni kumfanya Mtanzania aishi muda mrefu. Mpigeni makofi Mama Samia Suluhu Hassan! wow! wow! Wow! na mlimsikia Dr. Samia alipokuja pale Njombe mkoani kwenye kampeni amesema hivi kwenye jambo la afya za Watanzania afanye utani, atakapoingia madarakani, siku mia moja za kwanza katika mambo atakayotekeleza ni kuanza utekelezaji wa bima ya afya kwa Watanzania wote afya. Na alisema katika siku mia moja za kwanza ataanza majaribio na makundi manne. Kundi la kwanza ni akina mama wajawazito ccmi. Kundi la pili atakaloanza nalo ni watoto. Kundi la tatu ni watu wenye ulemavu na la nne atakaloanza nayo majaribio ni kundi la wase CCM oye! mamasaa k. Ndugu zangu wanakichiwa, vituo vya afya vinajengwa, lakini mpango mkubwa sasa ni bima, ili kukomesha ile shida ya kuwa na zile kadi ambazo zina expari, au sehemu nyingine unaambiwa usitibiwi. Mi nilikuwa napita humu nikipata maswali mengi sana kwa wananchi. Hilo jambo linakwenda kupata majibu ya serikali lakini pia kuhusu uhaba wa watumishi kwenye maeneo mbalimbali, rais amesema, tulishauri bungeni na mtaani tukashauri kwamba wananchi wetu wanachangia michango kwa ajili ya walimu wa kujitolea, manesi hawatoshi, madaktari hawatoshi, watoshi. Rais akasema, siku mia moja za kwanza madarakani atahakikisha anaajiri watumishi wasio wa afya elfu saba, makofi kwa Mama Samia Suluhu Hassan. Akasema, akasema ataajiri watumishi wa afya zaidi ya elfu tano Mama Samia oye, uirani utani, jana tu tumeona tayari ameshatoa ajira mpya 41000, makofi kwa Mama Samia Suluhu Hassan. Sasa ndugu zangu wanakichiwa, ndugu zangu wanakichiwa, nataka niwaombe jambo moja kubwa. La heshima Mama Samia na upendo mkubwa kwetu hapa Kichiwa, sahizi nikitazama nafikiria jambo gani kubwa, ukiacha mradi wa maji, ukiacha umeme, barabara, nyumba za watumishi, jambo gani kubwa nikawapigania kwa umati uliokuja. Kichiwa oye! Oye, nataka ni waidi katika jambo tutakwenda kuwapigania wanakichiwa kubwa na na rathamani tupate ambulensi ya wagonjwa kwa ajili ya kituo chetu cha afya hapa Kichiwa. Tunamkubali, tunamkubali. Kichiwa oye! Oye! Ndugu zangu wana kichiwa nataka niwaambie kwa nini afya ni muhimu? Utajiri wa kwanza wa binadamu ni afya. Uongo kweli, jamani? Huwezi kufanya kazi kama huna afya njema, huwezi kuzalisha kama huna afya njema. Lakini hata sisi binadamu ili tuweze kuongezeka na tuwe wengi, lazima tuwe na afya njema. Uongo kweli, jamani? Makofi mengi sana. E, yeah. Jambo la na mwisho na Kichiwa leo, nimekuja na timu ya madiwani wote.